Leo ni siku muhimu sana na ni muhimu kwa sababu kuna taasisi mbili zenye muunganiko unaolingana sana. Pia mimi nina bahati, mimi nishawahi kufanya kazi TCB, by then ikiwa Tanzania Post Bank, kwa najua safari ya TCB hadi kufika leo kuwa moja ya benki bora sana Tanzania, na lakini pia natambua safari ya Selous Marathon iliyoanza mwaka elfu mbili na kumi na tisa Morogoro tulianza kwa udogo sana, na tumekuwa moja kati ya mbio bora sana Tanzania, au nadanganya jamani? Kwa hiyo kumbe, ile nayo ni kweli, na TCB is one of the very best bank in Tanzania. Lakini niseme kwamba TCB hamjakosea kuungana nasi, na mbele yenu kuna viongozi wa running club nyingi ambao kwa kweli tunawashukuru sana kwa sehemu ya safari ya Selous Marathon kwa miaka nane, na leo hii tunapata a very strong partner wa kuendelea kuifanya mbio hii iwe bora zaidi. Kwa hiyo, from now on mbio hii itajulikana kama TCB Selous Marathon. Na wengi mtakuwa mmenotice, watu wengi wako nasema, da, mmeama toka August umeendela june? Yes, tumeama toka August kwenda juni 20 kwa sababu ya kukaribisha benki kubwa kama TCB ili tuweze kudominate. Nadhani leo nimetoa siri, kwa nini tumetoka kule. Karibuni sana katika tukio letu la leo, napenda kutambua uwepo wa management ya TCB Bank na wafanyakazi wote, mwenyekiti wa Selous Marathon na wawakilishi wake wote, wawakilishi wote kutoka kwenye running clubs na jogging clubs. Kwa majina, naitwa Neema Simon kutoka kurugenzi ya fedha TCB Bank. Mimi pia ni mkimbiaji na mwanachama hai kutoka Sarasara Hills Runners. Pia nafanya hiking, pamoja na majukumu yangu ya, ya kibenki. Pia kitu cha muhimu ambacho nimeweza kujifunza katika maisha yangu ni umuhimu wa kutunza afya. Kwa jina naitwa Lilian Mtali. Ni mkurugenzi wa wateja binafsi na wafanyabiashara wadogo na wakati wa Tanzania Commercial Bank. Morogoro kuna vivutio vingi sana, kuna milima ya Uruguru, kuna mito mizuri, mandhari mazuri. Kwa hiyo moja ya dhumuni kubwa ni kukuza utalii wa ndani na kimataifa, kwa sababu kuna hifadhi ya wanyamapori yenye vivutio vya kipekee mkoani Morogoro, ikiwemo kama nilivyosema milima ya Uruguru, ya Uruguru maporomoko ya maji kwa hiyo hizi mbio zitalenga kuwapa wananchi fursa na uwezo wa kutalii, kuonja vyakula vya asili kama nyama pori, burudani na mapumziko, lakini pia kuhamasisha afya na mitindo bora ya maisha kwa kupitia mbio za kilometa tano, kumi, ishirini na moja, lakini pia na trail runs. Tunajua kabisa kwamba ni muhimu sana kulinda afya zetu kwani tunakuwa tuko bize sana katika kuitafuta shilingi, lakini mwisho wa siku lazima tutenge muda wa kuhakikisha kwamba tunarutubisha pia na afya zetu ili tuweze kuendelea kulijenga taifa letu. Naitwa Omar Mohamed Kibukila, ni katibu wa chama cha riadha wa mkoa wa Morogoro. Sasa nisiposema neno moja ambalo wamenituma watu wa Morogoro, nitakuwa mnyimi wa fadhila, ni kwamba wao mwaka jana yani, pamoja na kwamba marathon zote zilifanyika vizuri, lakini ya mwaka jana wali appreciate wanasema, asante sana na mliji organize vizuri katika kuhakikisha kwamba kazi inafanyika. Mwaka huu naomba kidogo niwape kitu kimoja ambacho kama tahadhari, ah, mnapokuja Morogoro naomba msitembee peke yako peke yako. Wengi wanajua wachache wanajua, lakini wengi hawajui kuna watu wanaitwa vishandu Morogoro, kuna watu wanaitwa vishandu. Hawa vishandu ni watu wa aina gani? Ni wale wanaopenda kupora vitu. Kwa hiyo naomba mnapotembea, mnatembea kivikundi. Mnapokuwa kwenye mbio zile, wala hawawezi kushiriki, hawawezi kufanya hivyo, ila mnapokuwa peke yenu kule mitaani, naomba muwe na ulinzi wenu binafsi kiusalama.